Mtazamaji, tukielekea ukingoni ni kwamba maonyesho ya kuhamasisha jamii huko Lamu kuhusu umuhimu wa miti yamefanyika katika kituo cha utafiti cha KEFRI huko Mokowe. Wakazi wamehimizwa kukumbatia upanzi wa miti ya matunda ili kupata chakula na wakati huo wa huo kuzuia mmomonyoko wa udongo. Nipo katika kituo cha shirika la utafiti wa miti eneo la Mokowe kaunti ya Lamu ambapo leo ni siku ya maonyesho ya utafiti wa miti, na takriban shule zaidi ya kumi na tano za Lamu, wakazi wameweza kuweza kufika katika eneo hili ili kujua umuhimu wa miti, kujua ni vipi wataweza kuhifadhi miti kwa maisha ya binadamu oh. Ni hafla ambayo tuko nayo, ni open day ambayo inakuangani, hafla ya maonyesho ya ile utafiti ambao tunafanya na zile technologies ambazo tumeweza ku develop tuweze kuhamasisha jamii e, technologies zenye tumefanyia utafiti tumevumbua, za kuhusu mambo ya ukuzaji wa miti na vile miti inaweza tumika kuimarisha mazingira yetu na kuboresha maisha ya wanajamii. Bambu ina manufaa mengi zaidi hata ya mbao, na pia bambu tuna classify ni grass, lakini it's a hardwood kwa sababu kisha tumia hiyo mianzi, durability hiyo product inakaa kwa muda mrefu. alafu bambu pia ni mzuri sana for carbon sequestration, that means ukipanda bambu yako ina take more carbon kuliko hata miti zingine. Shirika la Sevlamu, tumejihusisha katika kupanda miti maeneo mbalimbali hapa Lamu na maana ya kupanda ile miti ni kuleta faida kwa jamii kwa mambo ya kuboresha hali ya kimazingira ya hewa, pia kuhifadhi chemchemu za maji zisipotee, athari zile za ardhi kwa mambo ya erosion. E, ningependa kuwapa nasaha vijana kwamba e, si lazima mtu aajiriwe kwenye ofisi ndio aweze kupata mapato yake ya kujikimu kimaisha. Katika eh, hafla hii tumeona kwamba kuna njia nyingi ambazo vijana wanaweza kutunga ili waweze kupata ajira na pato lao la kila siku. Hii hi mimea ama hii miti inakuzwa huku, ikiwemo miti ya mikoko, iko na manufaa mengi kwa jamii, kwa sababu inapeana chakula kwa jamii hiyo upande wa samaki, alafu pia ina matumizi katika upande wa kutengeneza

Ni hafla ambayo imeweza kuhudhuriwa na wanafunzi kadhalika, mashirika mbalimbali mbali ya uhifadhi mazingira ikiwemo shirika la Save Lamu pia wameweza kuwasili katika eneo hili, ambapo wanafunzi wameweza kujifunza bidhaa zinazotokana na miti ikiwemo mti wa mnyanzi unaotengenezwa ambao, kadhalika mti wa mkoko ambao ni sehemu na mazalio ya samaki. Cha msingi tu, wito wameweza kutolewa kwa wakazi wa Lamu kulinda kuhifadhi miti ya jamii. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.